Wdodoka, mwanangu, sasa huu ndio muda mwafaka wa wewe kwenda kutimiza ndoto yako ya tangu utotoni. Ukasome usome. Sawa baba, naahidi sitoangusha. Kila wiki ina wenyeji wake na kila mgeni anahitaji mwenyeji ili safari yake iwe ya furaha na utulivu. UDOM ni desturi yetu kukarimu wageni. Tarehe moja mwezi wa kumi na moja 2025 uongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM kwa kushirikiana na, na serikali ya wanafunzi yudoso wataanza rasmi zoezi la kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza waliochaguliwa kujiunga na masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Wanafunzi watakaosafiri kwa treni ya asubuhi na mchana pekee watapokelewa katika stesheni ya Samia Dodoma, na wanafunzi watakaosafiri kwa basi watapokelewa katika stendi kuu ya mabasi Nane Nane Dodoma katika eneo maalum la Nyati Lodge. Zoezi la mapokezi litafanyika kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa nne kamili usiku. Utakapowasili, utapokelewa na viongozi wa YUDOSO watakaokuwa wamevaa vitambulisho maalumu na utapelekwa moja kwa moja chuoni. Uongozi wa chuo utatoa huduma ya usafiri bure hadi chuoni. Huu uh, si mwanzo wa safari tu, bali ni mwanzo wa ndoto mpya. Karibu Dodoma, karibu YUDOM. YUDOM, embracing knowledge